Bismillahi rahmani rrahim, waliladhina kafaru birabbihim adhabu jahannama wa biisa lmasir, na wale walio mkufuru Bwana wao adhabu jahannama, wana adhabu ya moto wa jahannam. Wa bisa lmasir, na ubaya wa marejeo ni hiyo jahannam. Waliladhina kafaru birabbihim, na wana wale waliokufuru eh, adhabu iliyotoka kwa bwana wao eh. Waliladhina kafaru birabbihim, na wale waliokufuru bwana wao adhabu jahannam, wana adhabu ya moto wa jahannam. Wa bisal masir, na ubaya wa marejeo ni hiyo jahannam. Kama kuna mtu kawekwa mahali pabaya hajapata kuwekwa mtu mahali pabaya kuliko kuwekwa katika hiyo Jahanam. Ndio maana akasema wabisa lmsil idha ulku fiha, pindi watakapotupwa atakapotukwa ndani ya Jahanam. Samiulaha shahiqan wa hiya tafu, utaisikia samiulaha watausikia huo moto wa, mm. wa Jahannam shahiqan hali ya kuwa ni wenye kunguruma mm -hmm. Wahiya tafur, na hali ya kuwa ni wenye kufoka. Sawa, tafur manake eh. Unachemka manake idha ulqu fiha, pindi watakapotupwa ndani ya huo moto samiu laha eh? Watausikia huo moto shahikan, wenye kunguruma, wasikia mgurumo wake wake waiyatafuna yakuwa hiyo jahannam mwenye kufoka hmm. takadu tamayazu min alghaibi hmm. inakurubia kukatika katika min alghaibi kutokana na uchungu wake kulama ulqiya fiha faujun kila linapotupwa humo ndani ya moto kundi saalahum khazanatuha wanauliza wale walinzi wali wake Alam ya atiko mnadhiri? Jamani, hawakukujieni waonyaji mpaka nyinyi mkaje hapa? Yaani duniani hakukupata hata mtu mmoja anayewaonya kwamba jamani kuna moto wa Jahanamu? Mpaka leo umeishi miaka sitini sabini yani, mpaka leo unataka kuingia mahali hapa yani. Wale walinzi wanaona ajabu, kuna watu wamekaa miaka sitini sabini hapa nakuja kuingia motoni, kana kwamba hakukutokea haku haku mtu anayemwambia bwana kuna moto huko. Ndio wanaona ajabu, wanauza alam ya atiko mnadhiri Jamaa watajibu kalu, watasema bala, kwa nini bwana? Alijana nadhiri, wametujia si waonyaji. Fakadhabna, tukawakadhibisha, tukawafanya ni waongo wakul, na tukasema manazala llahu min shai, hakuteremsha Mwenyezi Mungu kitu chochote bwana. In antum illa fi dalalin kabir, tukawaambia hamkuwa nyinyi ila katika upotevu ulio mkubwa. Yani wanawaambia wale mashehe, wanawaambia maustadhi Eh, wanawambia wale tabligh wanaowafikishia ile dawa ya kwamba kuna moto, wanawambia haondokeni namna lolote bwana. Basi waqalu watasema, lau kuna nasimau au naakilu, lau tungekuwa tunasikia au tunaki nafahamu, makuna fi ashabi sairi, tusingekuwa watu wa motoni wenyewe jamani, hapa duniani, mtu ukimwambia wewe akili wewe? Yaani mnakosana, na pengine jambo hilo tamko hilo litakaa moyoni mwaka mzima, miaka mia. Jamani, mimi sina akili mimi, yule anaambia mimi mento, anaambia mimi hazitoshi. Kwa kweli jamaa amenidhairisha sana, amenitweza, amenidhulisha sana, yaani eti mimi sina akili mimi, ananifaa mimi, sina akili, jambo hilo halifutiki. Lakini siku ya Kiama mtu atakwenda mwenyewe atakiri kwamba hana akili. Hana akili vipi? Alikuwa analima anafanya shughuli, anaingia kiwandani ndani, au ni mwalimu anafundisha shule ya sekondari sure, ya, sekonda ya msingi, au anaendesha mitambo, au alikuwa anaendesha gari, amesomea alama za usalama barabarani, ameendesha gari miaka arobaini bila ya kugonga, bila kugonga mtu wala kufanya jambo lolote la hatari. Sasa itakuwaje, huyo hana akili? Kwa nini aseme hana akili? Kwa sababu atasema hana akili kwa sababu akili yake hakuitumia katika kufanya yale ambayo Mungu yanamridhisha, sawa, na hakuacha yale ambayo Mungu ana- anahakikia. Kwa hiyo mwenye akili ndio nzuri ni huyo anayefanya mambo ya Mungu, sawa. Ndio baba anasema laukuna, anasimau au lau na akili, au tumekuwa tunasikia au tuna akili tunafahamu fi ashabi sa'ir, tusingekuwa katika watu wa moto, tusingekuwa watu wa motoni. Ina maana hapa kwa akili e, fupi kabisa, kwa maelezo mafupi tunaona kwamba kumbe kila anayeingia motoni hana akili. Fa tarafu bi dhambi fa suka li ashabi sa'ir, watakiri kwa makosa yao, lakini adhabu kali tena ya ashabi sa'ir e, ni ya watu wa motoni. O jama. Kila mmoja afanye jambo ambalo Mungu linampenda kufanya, hivyo ndiye akili iliyo nzuri.